Hey my good people watu wangu wa nguvu wa Leza TV. For the first time nimewaletea kitu cha tofauti sana kupitia channel yetu ya Leza TV. Tunazungumziaga mambo ya LMIA, AIP na programs zingine zote za kuja Canada, Arima, work visa, permanent visa. Although niko na video nzuri sana ambayo nitawapatia kuhusu mambo ya kuja Canada. Lakini cha kushangaza ni kwamba leo nakufanyia video hii nikiwa makaburini, katikati ya makaburi nadhani unaona. Ukiangalia uh, video hii hapo, utajua sababu ya nini mimi niko hapa makaburini leo, na mambo mengi ambayo unaweza kujifunza kupitia video hii hapa. Kwa hivyo ni Ulaya ndio, lakini kuna makaburi, sio mbinguni. Kwa hivyo tazama video hii kwa makini. Nataka kusikia chochote ambacho naweza kucomment kupitia comment section, kutokana na yale ambayo utayasikia kwenye video hii hapa, ambayo nimeifanya nikiwa hapa makaburini na kuna umati mwingi wa watu so stay blessed nimekuelimisha sana sana sana kuhusu watu ambao wanaishi Canada watu ambao wanataka kuja Canada je mtu akifariki Canada inakuwaje mtu akitaka kuzikwa Canada gharama za mazishi juma mara nyingi mnaulizaga tu gharama za maisha ziko vipi Canada je ushaijua gharama ya mazishi Canada unajua ama ulayo kifa inafanyikaje nini kitatokea kwa hivyo tazama video hii hapa itakupatia elimu na itakufundisha hii ni Leza TV nataka kuona comment share na wengine Niambie chochote kupitia comment section mtu wangu wa nguvu kama kawaida. Stay tuned. Ya bwana, si tuko Ulaya huku. Hata Ulaya watu wao wanakufa. Tulikuwa nafikiria tulisema Ulaya ni karibu na mbinguni lakini Ulaya ni duniani, kuna kugonjwa, kuna kufa. So kama unavyoona, tuna huzuni hapa, tumekuja msibani, tuna machozi mengi. Unaona Tipson huyu hapa hmm. Umekuja kuomboleza ndugu yangu, mbele kule kuna makaburi hmm. Eh, ama wote hapa amekuja msibani, unaona amevaa nguo nyeusi mm. Kumbe na ulaya tunakufaga saa zingine, kwa hivyo tuombe tu Mungu tukae karibu na Mungu. <laughs> Unaona haya yote hapa ni makaburi ya wazungu, unaona vile yamejengwa eh? Vizuri sana yanapendeza, lakini ndani kule chini hakupendezi so tumekuja huku kumzika dada yetu mmoja ambaye alituacha. Unaona aje maake macuma nao. Unaona unaonamakaburizauwaziogopeshisio kama zile za nyumbani. Eh, misalaba imebomoka bomoka mara kumejajaja, kueleweki. Hawa wote ni ndugu zetu zetu, magari yote inakuja. Hao ni waafrika ambao wamekuja kufanya mazishi haya. Hapa ni makaburi no, haya yote hapa. ni makaburi ya wazungu. Siwezi kuzum kwa sababu natumia dual rec, narekodi na nyuma na mbele, so nilikuwa najaribu kuzum, lakini nadhani mnayaona. Nitapata nafasi labda ya kuingia ndani niweze kuwaelekeza, niko pia against the solar. Haya hapa kama huyo hapa anaitwa Shampane, kama ndio Shampane huyo alikufaga. Hiki kaburi kikubwa hapo, huyo ni Shampane. Nasikia ngoma zinapigwa kule eh, mitindo ya Kiafrika. Kwa hivyo tutakuwa tunaingia huko tuone, kama nilivyosema, tutakumbuka ya kuwa Duniani ni duniani, hata Ulaya ni duniani, hata tukipendeza sana tuko duniani bado, na tunatakiwa tu kukaa karibu na muumba ya yeah. Unaona watu wengi sana mbele yangu, haya yote hapa, haya yote ni makaburi haya yote hapa, ni makaburi. Hili ni kaburi haya. Ha, yote hapa, hebu nijaribu kutoa duo rec niweze kuzoom. Haya yote hapa ni makaburi haya ye guys Haya yote hapa ni makaburi haya, haya yote, hawa ni watu ambao wamekufa, watu wa matabaka tofauti tofauti, wazungu, weusi. Lakini hawa wote hapa pia eh, ni waafrika wenzetu ambao wako hapa kwa sababu ya kuomboleza eh, watu ni wengi sana, watu ni wengi sana. Leza TV tulisema tuje huku pia kuangalia hali halisi jinsi jinsi mazishi huwa inafanyika na upendo ambao watu hao wa wanaonyesha kwa wapendwa wa wenzao ambao labda wametuacha. Ndio maana tumekuja kujiunga na wao hapa nadhani hawa ni familia wanaohusika na ngoma ee, Hivi ndio matanga inafanyika, kama tu matanga ya nyumbani vile. Watu ni wengi sana, watu wanapata nafasi ya kukutana, kujuana, kupiga stori

Sasa hawa sa <laughs> hawa watu wawili kulikuwa <Kuna, laughs> na kwa <laughs> wa wa wa, kwanza na na Na na pili. Mimi mimi? mimi mimi. nilikuwa Nilikuwa namba 3. kuna mwisho. Nani mimi? <laughs> mimi, Jolie Chikala. Ele Chikala maana ni watano. wawili. <laughs> eh, uh-huh. Chikala. Chikala. Chikala. Hawa yeah. top yeah. si, uh, top 5. 5. waiiuiiau Top 5 wa darasani tumekutana <laughs> ni Canada. Five nomination. Na mimi nafurahi sana. Nafurahi sana. Bwana journalist wetu huyu. Niliona ulikuwa mjumbura. Nani fanya watu ni twins? Unaona, acha ni twins, unaona. Mapacha kabisa. Na walifanya harusi, sijui nani alioa kati yao. Mimi, mimi. Unangoja nini? Leza TV. Eh, nafurahi sana, tuko kwa moja sana, kuzunguka zunguka pamoja, acha hadi. Tutaonana eh pamoja. Mazishi hapa inaendelea kama kawaida. Kikubwa hapa kimenifurahisha nimekutana na watu ambao eh, um, uh, sikujua kama naweza kukutana na wao huku. Nilikuja bila kuwa na yani, sikujua kabisa kabisa kama ningekutana na hao watu hapa. Hawa watu nimesoma nao shule ya msingi nyumbani kwetu Kongo, Uvira. Hawa mapacha Songa na Mugai, hivyo ndio mi nawajua, lakini ni Jacques na Jackson. Tumekutana na wao huku kwenye mazishi huku senta, sentia, kwa hivyo Uh, nimejifunza pia kitu upendo wa Wakongomani, upendo wa Waafrika huwa wishi, yaani Waafrika hata wakitokewa na jambo hapa. Kuna watu kutoka Montreal, kutoka Ottawa, kutoka Gatineau, Drummondville, Trois Riviere, yaani niweza kusema karibuni Canada mzima wamekutana hapa, hasa especially hawa watu wa jamii ya Wabembe. Hawa watu wana upendo wa hali ya juu sana, nadhani Eh, makabila mengine ya Afrika kama yanaweza kujifunza upendo wa Wabembe, Afrika inaweza kuwa sehemu nzuri na Kongo inaweza kuwa nchi nzuri, kwa sababu Wabembe wanatoka Kongo na wengine wanapatikana upande wa Tanzania. Hawa wote hapa, asilimia naweza kusema 90 ama 80. Yani, 80% of this population here, they are from Bembe tribe or Bembe community. Yaani ni watu ambao wana upendo wa hali ya juu sana. Huwa wanaenzi mila yao na desturi zao, wana upendo, ushikamano, yaani watu ambao wanapendana kwa jikubwa. Kwa hivyo unaweza kuona umati ambao uko hapa, hapa ni Canada. Eh, kama unaweza kufikiria labda Afrika pekee ndio watu wanaweza kuacha shughuli zao, ila kuja kumsindikiza ama kumzika umoja wao ambaye amefariki, hata huku inawezekana na nadhani umeona. So kiendelea huko jambo jambo mama endelea huko na Leza TV f nishakupatia ya yakule. So mimi nitajaribu kupita hapa, niweze ku kuonyesha aina ya makaburi ya huko, yameandikwa tu majina. Sijui kama navunja sheria kutembea ndani ya makaburi hivi, lakini ni kwa sababu eh, nataka kuelewa kitu, na pia nataka wewe ambao unatazama video hii uweze kuelewa ya kuwa eh, hata huku watu wanakufa. Haya yote hapa ni makaburi, pamoja na kuwa tuko Ulaya. Nakumbuka mchungaji wangu amewahi fundisha akisema ya kuwa eh, hata wanaoenda Ulaya hawafai kumsahau Mungu kwa sababu jambo ni moja tu. Kuna hii nyimbo ina trend, inasema ya kuwa eh, inasemaga ambulance itakupeleka sijui kuambulance, alafu ambulance itakupeleka kubalance. Inamaanisha eh, sherehe ambiance ama eh, kuishi furaha yako maisha yako ya kawaida, yatakupeleka wakati utapata na emergency, ambulance itakuchukua inakupeleka kwenye hospitalini na kule kwa hospitalini, chochote kinaweza kutokea ambacho kitakupeleka kwa balance. Balance ni mzani, ni kipimo cha kupima mema matendo yako duniani. Je, ulikuwa mwema ama ulikuwa eh, tofauti? Kwa hivyo from there sasa ndio utajua utaenda wapi. Kama mema yatazidi mabaya kwenye kile kipimo, kwenye ile balance, basi utakuwa kwenye ufalme wa Mungu, na kama mabaya yako yatazidi mema yako, basi unajua wapi ambapo utakuwa. Kwa hivyo, hata ukiwa Ulaya, uwe Afrika, uwe mahali popote duniani, lazima tujue ya kuwa kila binadamu ana mwanzo wake na ana mwisho wake, yaani ana siku yake ya kuzaliwa na siku yake ya, ya kwenda. Kwa hivyo eh, leo tumemsindikiza mmoja wetu ambaye labda alifika Ulaya akawa na matumaini makubwa, akawa anajua ya kuwa hivi sasa anaenda kujenga maisha mazuri, atajenga manyumba, atasaidia familia yake, lakini ndio vile hatuwezi kujua ambayo eh, kesho natubebea na ndio hivyo, nadhani hana muda mrefu sana, kutokana na taarifa ambazo nimezipata hapa eh, akiwa amefika hapa Canada. Alikuwa na muda mfupi sana Dajani huyu okay. Dada mwenye amefariki alikuwa ameshaka hapa muda mrefu sana, alineza mwaka e nani dimanshe semaine passe, mm -hmm. Yani amekaa hapa mwaka mmoja, amesema dimanshe Jumapili iliyopita ndio alieneza mwaka mzima na kuja Canada. Nakuja anada siyo mwaka wao wamesema na mwaka mmoja na nusu hapa e mwaka umoja peke yake Aa. Kwa hivyo hapa ana mwaka mmoja akiwa amefika, so unaweza unaeza kuona alikuwa bado anabeba matumaini mengi sana kichwani. Alikuwa anajua kama nimefika Ulaya nitasaidia familia nitajenga, eh, nyumbani, maisha yetu yatakuwa mazuri, lakini ndio hivyo, hayuko tena na sisi. Umati wote huwa hapo kuja kumsindikiza siku yake ya mwisho, tukiwa hapa makaburini senta sentia Quebec. Hivyo basi ndugu yangu we ambayo pia unajua ya kuwa eh, upo duniani, basi endelea kumwomba Mungu akusaidie. Stay blessed, tutaendelea na mengine baadaye. Stay tuned, hii ni Leza TV. Sahani ya Aziza anaogopa sana da. Aziza, mbona uoga imeisha? Ameniambia alikuwa akata kushuka kwenye gari, anasema yeye hataki kushuka, anaogopa kuja makaburini. <laughs> ambia makaburi ya huku yamejenga vizuri hata ya una <laughs> Eh, hey, ngambia huku hakuna hakuna kaburi za bomoka bomoka. Hakuna misalaba, misalaba imeanguka anguka chini zote wamezichora. Sasa umeonaje? Ko sawa, tunakuja kujifunza tu hapa. Eh? Tunajifunza kwamba huyu dada eti ana mwaka mmoja anafika hapa. Matumaini yote, ndoto zote, kila kitu zimeisha, zimeisha. Kwa hivyo pamoja nakuwa tuko Ulaya, labda amekuja na ahidi familia ambayo aliacha Afrika, nikifika nitawajengea nyumba, nitawanunulia, nitakuwa na maisha mazuri, nitasomesha ndugu zangu. Lakini basi ndio hivyo tena, hakuna mwenye anajua kesho yake. Kikubwa mimi napenda sana ni upendo wa Wabembe. Nimesha kutana na majama wangu wawili pale tulisomanga na Econ Premier. Tuko na tatuyaonana miaka 20 sijawahi waona. Walikuwa South Africa, mimi nilikuwa Kenya, tumekutana pale nani wa mapata wawili? Eh. So wawilianata Jack na Jackson, kama Latino a ni wakotawa so i nom Hivi kigeuka inaonekana vizuri. Na na mimi mimi nafurahi sana sana sana, ndio ndio maana, eh? Una ndugu karibu sana Canada. Canada? Ndio vitu ambavyo vinafanyaga watu. Una siku siku ngapi hapa Canada? Kuna 3 siku tatu, siku tatu. Na mimi napendaga sana mtu akiongea Kiswahili ambacho kinaeleweka Afrika Mashariki, yeah. Kusema Tanzania Watanzania hawatakuelewa, wa Kenya hawatakuelewa. Siku tatu. Hmm. Umeona aje Canada? Saa hii umeshaiona bien. Mm. <coughs> <Si putato. tose> ndoto zako bado ziko pale pale. <coughs> zako pale. pale. Kama lazima utaishi Canada, utaishi Canada. Utajenga nyumba Afrika kila baada. Baada. Ah lakenjna uh, ukiweka utajengaka umeeka mbali sana kesho e washa kuambia nini kuhusu Canada? Hata kitu kitu mimi hawaja kwambia. Utaweza ama nyumbani, afadhali na afadhali nyumbani ama afadhali hapa Canada? mwenye amebaki nyumbani unamwambia, atulia avumilie, mambo yatakuwa sawa. Huyu ni mgeni ana siku tatu Canada, siku tatu peke yake. Yeah. Mimi ni mkongo kidogo, mimi na miezi saba sasa, unaona? Mimi ni mwenyeji, mimi ni mwenyeji kiasi, lakini hapa kuna watu wa miaka 20 hapa. Kwa hivyo ndio hivyo. Poa poa, ndugu yangu. So so my good people. Sasa hapa nataka jifunze kitu nikuonyeshe jinsi huku Ulaya wanazikaga na bei ya kaburi inaweza kuwa pesa ngapi? Hapa mahali ambapo nakanyaga hapa ni watu eh, kuna uwezekano ya kuwa hapa kumeshazikwa mtu hapa, lakini upande ule mwingine, maana unaona kuna namba hizi hapa, hii eh, 115 116, eh, 114 113 pale Lene hapo mbele kidogo ni 112. So hizi hazijazikwa, lakini hii 113 tayari kumeshazikwa mtu hapa kama unavyoona hapa. Kumezikwa huyu, hili ni kaburi sasa. Nataka nikuelimishe kitu hapa ni kwamba unanunua kaburi, kama kwa mfano hii hapa 115, upande huu mwingine huku upande wa hili hapa hapa, wameshazika hapa hasa nikigeuka upande wa huku, nitakuonyesha hivi hapa, tayari wameshazika mtu ambaye anaitwa Claude eh, Tircote, ndio alizikwa hapa. Juu ameandika Tircote kwa herufi kubwa, ndio jina lake. Eh, ameshafariki. Wameshaeka vitu vyao kama ni vya asili pale, sawa, fresh barida, haina tatizo. Lakini sasa hapa eh, unanunua kaburi, unanunua hichi kitu ambacho unaweza kukuandikia jina kama unataka, lakini still utanunua hapa udongo. Watachimba hapa kama vile wamechimba pale, mtaweka mwili hapa mnazika. Afu sasa kama hawa hapa wamenunua udongo, lakini hawajanunua hizi, naweza kusema sign post, ama kama ndio wanataka kama ndio tomb, mimi sijui, niambie kupitia comment section zinaitwaje, ambacho wanatakiwa kukiweka pale pia kiandikwe jina ya aliyezikwa hapa, labda kwa kumbukumbu za familia, kwa watu ambao wanaenzi wafu kuja kuangalia, wanaweza kuja kuangalia na kuona kaburi. Lakini labda aliyezika hapa ni watu ambao wana imani tofauti eh, labda kama imani yangu mimi, kwa sababu mimi pia singetaka majina, kwa sababu haitanisaidia chochote nikisha fariki. Na fariki funikeni hivi kama huyu simple, kushnekauka <laughs> unaona bwana, so huyu naye pia hivo hivyo, hivyo ndio wamefanya. Eh, ni simple lakini haya manamba yote, hizi ni kaburi upande wa kule unadhani, unaona namba kwa mbili mbili, kuna hii namba hapa mia kumi na mbili, hapo hakujazikwa mtu. Hii upande pia hawajazika hivyo, lakini ukiangalia hapa yani wamezika huu upande hapa, tayari mtu yuko ameshazikwa na labda nyasi zimemea, na huu upande pia mtu amezikwa na nyasi zimemea. Kwa hivyo unachagua namba ambayo unataka kuzika aa kwa so hivyo ndio huku kupo hapa katikati, barabara yote upande wa kule na upande wa huku ni watu wamelala hapa katikati. Nategemea na urefu wa mtu ndio maana unaona ziko hivi, lakini eh, haya mabango sasa yanawekwa upande wa huku na upande wa kule, ndio maana zile namba pia zinagawanyika pia pia mara mbili vile. Kwa hivyo nadhani umeelewa kitu, kama hujaelewa, niambie kupitia comment section. Huyu hapa aliyelala hapa anaitwa Jean Cote eh, Alizaliwa mwaka wa 1939 alifariki mwaka wa 1941, 39 41. Hapana, sijui ama ni wawili, I'm not sure. Hapa pia hivyo hivyo wanaandika mamiaka wanaandika na mamiaka afu wanaandika pia 2021, sijui 2021 ndio alifariki ama ilikuwa vipi? Kwa hivyo ndio hivyo, hawa hapa ni hawa ndugu zangu jamaa ya Wabembe na nadhani wamemaliza shughuli ambayo imewaleta huku no. Wameshamaliza ngoma zime ngoma zimetulia, wamecheza kweli kweli kweli, as you can see wameshamaliza kucheza kuomboleza. Aha. Kwa hivyo sasa shughuli imeisha shughuli imeisha. Acha nijaribu kuona mahali ambapo wamemlaza mpendwa wao, ni hapa ule udongo ambao wameuweka pale. Mimi nilifika kama wameshamaliza shughuli ya kuzika, lakini nikasema tuned, ni bora pamoja na hiyo yote nikupatie elimu ambayo umeipata. Tunafuatilia, tuangalie nini nyingine ambayo inaendelea baadaye ndiyo wa miaka 25 aliacha watoto tano, watoto watano amewaacha hapa Maafrika. Alikuja na oh. wanne wa wa wa Tch: <Tk2> ndio, na hapa kaza mmoja wa miezi minne, mtoto ameacha mtoto wa miezi minne oh. Kwa hiyo tuna uzuni kama mnaona hawa wote wakina mama. Huyu ni mama anatoka Sherbrooke, Sherbrooke. Sema dada ni mbali sana imetoka, aa kasemacha kusema mama yake ni dunia na wao umetoka wapi ndugu? Mimi nimetoka Quebec City. Quebec City. <laughs> Huyu ametoka Trois-Rivières. Trois-Rivières. Oh, yeye tuko pamoja maana hata mimi nimetoka Trois-Rivières. Huyu ametoka Trois-Rivières. Ndiyo. Si wote hapa yani tuko kwenye kilio. Ndiyo. Jones Makupa. Inaumiza kweli. Kuna watu walitoka Toronto. Kuna watu walitoka Edmonton, Winnipeg, Winnipeg. Nimekutana nao hata wa Ottawa. Langu. London. Otawa kama huyo kijana kuya kwanza hapa ametoka, huyo ametoka Otawa. Karibu hapa ndugu yangu. Umetoka wapi? Bra Capital. Ndugu yan metoka a Otawa anad omayake orawa Otawa Otawa ndi ndio mji mkubwa wa Canada. Yaani, watu wengi tuko hapa, nimeona umati mkubwa. Uko na mama wa Babondo iko pale, mama Furaha, huyu hapa mama huyu, ndio ndio kiongozi wa Babondo. Huyu ni mama ni mama wa Babondo. Wabondo, mm-hmm. Ndio anaangalia wabembe wote <inaudible> Canada nzima anaitwa mama mama Furaha, anatoka Gatineau Gatineau, kwenye hii video, kabla hata sijajua kama mama wa Babondo wote ako hapa. Nilikuwa nimesha sema nikionyesha watu upendo mkubwa ambao jamii ama kabila la Wabembe wanakuwaga nalo, si hapa tu mimi nimetokea Kenya, ndio nilikuwa naishi Nairobi, na nilikuwa naona community kubwa sana ya Wabembe wanakutana. Nikawa naambia watu wengine kama tunaweza kujifunza kutoka kwa Wabembe tunaweza kufika mbali zaidi. Ni nini ni, ni siri ya Wabembe? Kwa nini Wabembe mnapenda kuwa pamoja kwa kila jambo iwe la, la, la, la furaha ama la huzuni kama hili? Asante sana swali yako ni mzuri sana ndio. Uh, majina, mimi naitwa Mama Fuda, mimi ni mama presidente wa vile ya Trois-Rivières. Na sio wabondo, tunakuaga na upendo sana hata watu wanasemaga eti wanakukana maneno maneno, tunakukana maneno maneno, kila familia inakuaga na maneno, lakini kwa shida na raha siwagondo tunakuaga hiki kitu kimoja na ni ya maana sana, ni ya muhimu sana kabila zingine zijifunze kutoka kwetu hatu wake tunatupiliana sie vabondo hapana ndio e tuwe umoja ni nguvu nitawambia wafuliru wakwetu mimi ni mfuliru e, tuko majirani kwa hivyo nitawaambia wafuliru wenzetu. utengano ni dhaifu umoja ni nguvu hata mgombane wakati ya shida musionyeshe kama kuna tatizo ndio ndio. Asante sana. asante sana mama mi nafurahi sana na mimi kuongea na wewe mimi pia natoka Trois Rivières e. Kilozo, Eh. nadhani unamjua Pasteur Kilozo Kilozo naye ni kiongozi kwenye babondo yeah, pale yeah, yeah. Basi yule ni ni mchungaji wangu, ni rafiki yangu sana, ni ndugu yangu. Na wewe ni mchungaji kutoka Quebec, unaitwa Esongo Fiki? Ndio, niko pale Quebec. Ukitaka njo Itatembea Quebec, Quebec katika kanisa letu, ndio tutatuko pale, niko baadhi ya wachungaji pale Quebec. Asante sana. Na na huyu ndio mke wangu, na huyu ndio mama mama mchungaji. Sawa. <laughs> Sawa, mimi nimefurahi sana kuongea na nyinyi. Video zangu zinajulikana sana Trois Rivieres, nadhani kila mtu ananifahamu sasa hivi. Inaitwa Leza TV. La Leza TV <laughs> Yeah, Leza TV. Nime sign out upande wa huku mahali ambapo tumekuwa nadhani umeelewa mengi zaidi. Unaweza kupita dadangu, haina shida, nadhani umeelewa mengi zaidi kutokana na kile ambacho tumejifunza hapa. Uko poa eh? Sawa sawa. Yaani, na mimi nafurahi sana kuku... oh, safi sana. Ya, nafurahi sana. sana. Kila wakati nikitembea huku watu wananiita Tuleza TV, Leza TV. Kwa hivyo watu wengi wamesha nifahamu. Hivyo hapa, Leza TV hapa tv tumekuwa hapa kwa kuonyesha yale ambayo yanaweza kutokea hata ya ukija Ulaya. Lakini pia gharama ya mazishi huku ndugu yangu ni ghali sana. Niambie estimation yako kupitia comment section. Je, unahisi inaweza kuwa dola elfu ngapi? Niambie kupitia comment section, alafu mimi nitakujibu kwenye video itakayofuata, siku nyingine tutakapozungumzia gharama za maisha kwa jumla. Lakini nadhani utakuwa umejifunza chochote kitu kupitia video ambazo umeziona, clip ambazo nimekufanyia nikiwa mahali hapa. Niambie chochote kupitia comment section. Stay blessed, mtu wangu wa nguvu, endelea kufuatilia vipindi vyetu vya Leza TV kwa habari nyingi zaidi, kwa update nyingi zaidi, maana hivi karibuni na kuja na video nzuri ambayo itakuelimisha na itakupanua akili kwa kiasi kikubwa sana. Stay tuned. Peace. Kumbuka kusubscribe kama hujasubscribe, mtu wangu wa nguvu, kabla sijakuaga. Subscribe, share comment itakuwa jambo la msingi sana. Turn on notification bell. Stay blessed. Peace. Nikisema peace wame rest peace, hapa wanasemanga in so peace. Hawa wame rest in peace wote, wametulia huku ndani, hakuna kelele makaburini <laughs> lakini hawa hapa nawaambia rest in peace, maana wameshapumzika. Lakini wewe nakwambia peace, yani amani iwe juu yako. Stay blessed.